Kwa siku ya leo ambapo tunaambia jumla ya mikataba ishirini na miwili imesainiwa leo Ikulu jini Dar es Salaam kati ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya Moroko, huku mingi kati ya hiyo ikilenga zaidi kuipeleka eh, Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Mikataba iliyosainiwa ni pamoja na ile ya ushirikiano wa masuala ya kisiasa, kilimo, madini, mawasiliano, uvuvi, uzalishaji wa mbolea aina ya fetilizer gesi, utalii hasa katika maeneo ya Ngorongoro, Serengeti na Zanzibar, uboreshaji wa reli ya kati, masuala ya bima, pamoja na ushirikiano kati ya shirikisho la wafanyabiashara Tanzania na Moroko. Wakiongea kabla ya utiaji saini mikataba hiyo, mawaziri wa mambo ya nje wa pande zote mbili pamoja na waziri wa viwanda biashara na uwekezaji wa Tanzania na rais wa shirikisho la wafanyabiashara la Komoro wameahidi kila mmoja kwa nafasi yake kuwa mashirikiano hayo yanayolenga hasa masuala ya kiuchumi na zaidi kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda yataheshimiwa na kulindwa. Uhusiano huu utadumu na umeanza kwa hatua nzuri sana katika kipindi hiki cha diplomasia ya uchumi. Mazungumzo na wenzetu, wageni wetu, yalianza katika sekta ya uchumi siku mbili zilizopita tumekuwa na mawasiliano na majadiliano juu ya sekta ya kilimo. Benki ya kilimo ya Moroko, kwa maelezo yao, ambayo inaonekana ina uwezo mkubwa, wataingia makubaliano na benki yetu ya kilimo ya Tanzania kusudi tushirikiane. Lakini mimi binafsi nimewasisitiza kwamba tushirikiane tuzalishe mazao hapa, tuyachakate kwenye viwanda vyetu, tuwapelekee bidhaa zilikuisha kamilika. You can be sure Morocco will be a reliable partner for co-development with Tanzania. Both countries share a common historical heritage. Today they are called a, a pan

Akiongea mara baada ya zoezi la utiaji saini kukamilika Rais Dr John Magufuli amemwahidi mfalme wa Morocco Mohamed wa sita pamoja na wafanyabiashara walioambatana nao kuwa serikali ya Tanzania itahakikisha ushirikiano uliosainiwa unazaa matunda kwa nchi zote mbili, na hivyo lengo la Tanzania kuwa nchi ya viwanda linafikiwa. Na ndio maana mmeona mikataba karibu ishirini na mbili iliyosainiwa leo inaonyesha katika mwelekeo huo wa kujenga mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya nchi mbili. Wakati huo huo Rais Magufuli amesema amemwomba mfalme huyo wa Moroko, ambaye nchi yake ni ya tano kwa uchumi barani Afrika, kujenga uwanja mkubwa wa mpira mjini Dodoma pamoja na msikiti mkubwa jijini Dar es Salaam, maombi ambayo ameyakubali. Mimi ni faraja Kihongole, Dar es Salaam.